Najua umesikia mengi sana kuhusu utashi na vitimbi vyao pale unapoingia katika himaya zao. Kuna msemo unaosema ya kuwa uso wa mbuzi ndiyo moja ya sura ya kikauzu zaidi duniani, lakini kwangu mimi mm, hapana. Nyoka ni mmoja ya mdudu mwenye sura ya kutisha na yenye ghadhabu ya kikauzu na asiye na huruma na wala asiyeonyesha sura ya upole hata pale anapofikwa na umauti. Karibu kwenye The Article ya Gavoo Media na msimuliaji wako ni mimi Yusufu Ibn Daud Ibni Lukas. Duniani kuna aina 3600 za nyoka na kati ya hao 725 ni jamii za nyoka wenye sumu, na katika aina za nyoka wenye sumu kuna aina 250 za nyoka hao, sumu zao ni hatari zaidi kiasi kuweza kutoa uhai wa binadamu mm na asilimia sabini ya nyoka huzaliana kwa kutaga mayai, kitaalamu huitwa oviparos, na asilimia thelathini ya nyoka huzaliana kwa njia ya kawaida kabisa, kitaalamu wanaitwa viviparos. Na kwa wanao za kawaida wanapokuwa na mimba, baadhi yao hutengeneza mayai tumboni, kitaalamu huitwa oviviparos. Sababu ya nyoka hawa kutotolea mayai tumboni kutokana wanaishi katika maeneo yenye baridi kali sana, kwa hiyo iwapo wakitaga mayai yao hayataweza kusurvive kutokana na baridi kuwa kali zaidi. Moja ya tafiti ya kushangaza sana kuhusu nyoka, kuna jamii mojawapo inaweza pata mimba pasipo jamiana, kitaalamu huitwa parthenogenesis. Na mtoto wa nyoka ni nyoka, usijidanganye akizaliwa kuwa hawezi kung'ata, la hasha! Ndani ya sekunde kadhaa mtoto huyo anakuwa na uwezo wa kung'ata. Mm, bila shaka utakuwa unamfahamu mtoto huyu wa nyoka anayefahamika kama Marcus Thuram, mchezaji huyu wa klabu ya Inter Milani Akule, Italia, ya kule Italia, ligi wani ya Serie A, mchezaji huyu aliyezaliwa mwaka 1997 jijini Parma nchini Italy lakini Marcos Thuram si mtoto wa pekee katika familia ya mzee Lilian Thuram, bali ana mdogo wake anayeitwa Herfen Thuram aliyezaliwa mwaka elfu mbili na moja anayekipiga katika klabu ya Juventus nchini Italia ligi ya Serie ya Serie A. Wawili hawa wamekuwa wakibeba kauli ya kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, ya kwamba wakiwa wamebeba kipaji alichokuwa nacho mzazi wao mzee Lilian Thuram aliyezaliwa Januari mwaka 1972 huko jijini Weglop, Ufaransa, na alisakata kabumbu katika nyakati tofauti tofauti katika vilabu mbalimbali kama Monaco mwaka 1991 hadi 1996, Parma 1996 hadi 2001, na Juventus mwaka 2001 hadi 2006 Barcelona ya kule Hispania mwaka 2006 hadi 2008, akicheza katika nafasi ya defender, na moja ya sifa zake alikuwa haraka sana na mwepesi na mwenye kasi mithili ya nyoka aina ya black mamba na mwenye nguvu mithili ya green anaconda anapokuwa katika msitu wa Amazon. Pia, Rudi Lilian Thuram, Alikuwa mchezaji wa kutumainiwa katika kikosi cha Ufaransa cha mwaka 1998 kilichoshinda kombe la dunia. Kwa sasa nyoka huyu mzee anafurahia kuona vijana wake wakifuata nyayo zake. Pia, Rudi Lilian Thuram alikuwa mchezaji wa kutumainiwa katika kikosi cha Ufaransa cha mwaka 1998 kilichoshinda kombe la dunia. Na kwa sasa nyoka huyu mzee anafurahia kuona vijana wake wakifuata nyayo zake na kuwa wachezaji wa kutumainiwa katika vilabu vyao huku mmoja akiwa striker katika kikosi cha International Milan inayoshiriki katika ligi 1 ya kule Serie A, ambaye ni Marcus Thuram, kwa sasa akiwa amefunga mabao 14 katika ligi ya Serie A na mabao matatu kwenye UEFA Champion League, na mwingine akiwa anacheza nafasi ya kiungo mkabaji katika kikosi cha Juventus akiwa amefunga mabao matatu na azisti nne pekee. Naam, hadi hapo tumefikia mwisho katika the article ya Gavoo Media, na niliyekuwa na kusimulia ni mimi Yusuf ibn Daud ibn Lucas. Usisahau ku like na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata article zingine zinazokujia kila siku hapa Gavoo Media. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.